Naam, katika kazi ama biashara ambazo wasichana wengi wanaonekana kuzichangamkia, kazi ya vyuma ni mojawapo ya zile ambazo wengi wao kamwe hawazifikiri wala kuzitamani. Lakini Mercy Wanjiku Ndirangu anajipatia riziki na hata kutoa ajira kwa vijana wenzake kupitia kazi ya kutengeneza fanicha za mapambo za chuma huku akiwa na ndoto ya kufika mbali katika sekta ya jua kali. Nilipata fursa kumtembelea katika eneo lake la kazi na hii leo ndiye tu naimvisha taji la mwanamke bomba Mercy. Kwa mtazamo wako, nikikuangalia na vile unavyoonekana, wewe ni msichana mdogo tu, na yale ambayo nimekuja nikayaona hapa, naona yananipatia morali wa kutaka kujua zaidi. Kwa majina ni Mercy Wanjiku Ndirangu, nimezaliwa Nyeri, nimezaliwa nikifanya kazi za mkono sana sana sana, ile hard working girl nilitaka sana tu kujiajiri kwa sababu pia wazazi wanafanya biashara. So vile nilimaliza high school, I never had a exact idea. Kwa hivyo wazazi walinipeleka Mount Kenya University, nikaenda nikasoma business management. I just wanted a course that relates with business. <coughs> Alafu kwenye hustle hustle kidogo hivi, okay. nilikuwa nafanya kwa workshop ya welding wakanichukua wakanitrain, nilikuwa napaka rangi pale, lakini walikuwa nafanya tu dirisha mlango. Kazi za ofisi zilikataa. Nilifanya internship kwa ofisi kwa bank, ile 9 to 5 haikunifurahisha. Hi, nilikuwa na nahisi um, like creativity yangu inakuwa cut short. Nikiwa kwenye hiyo workshop nikaanza walikuwa nafanya tu dirisha milango, zile tu za nyumba, lakini nilikuwa naona tu design hutu twa meza, kuna console, kuna yani hutu tu design watu wanapenda. nilipotoka huko nilikuwa na pesa kidogo, I think I had 5000 kaenda nikaanza kuchunguza bei ya chuma, ili natengeneza meza ni gani, ile natengeneza kiti ni gani. Nikachukua hiyo 5000 i risk, nikaweka yote kwa kazi. Nikachukua ule mwenye alikuwa najua kuchomelea, nikamchukua yeye, tukachomelea naye hapo, mi nilikuwa tu tunaangalia. Kwa hivi sasa tuko watu sita actually ni jenzi wote, na kuna wale wa mispecify na welding ku weld peke yao, wale wana weld peke yake. Kuna wale wa mispecify na finishing wale ni finishing peke yake, anapiga grinder, anapiga fila, anapiga rangi, alafu kuna sisi wa joinery. Mimi sasa nimechukua timu ya joinery kwa sababu i have to be out there sourcing some materials. Timu yetu ni, ni timu naaminia sana yani, hata kama si yuko, kazi bado inaendelea. Kwa hivyo ni, ni watu tumegrupa moja na tunatumai as time goes by as kazi inaenda ikigrow, hivyo ndo tutaenda pia tukigrow. Na hii miundo ya hizi bidhaa pengine unaitoa wapi katika harakati ya kutengeneza bidhaa zako mbalimbali? Nilipokuwa naanza kuna zile nilikuwa natengeneza tu out of my thinking. Nikishamaliza kutengeneza nikiposti unapata mtu anaipenda, mwingine anaitisha kwa hivyo unajua yuko na demand. And kuna ile clients wanataka, wanaitisha wao mwenyewe. Mtu anakuja na design yake aliona kitu kwa mwenzake ananitumia, unaweza tengeneza hii pia, hiyo inakuwa design mpya kwa kwa katalogi yetu kama mwanamke ile tu challenge unaweza pata ni kufanya kazi na wana, wa, hawakusikizi, yani kama vile wanaweza sikiza wanaume, unaelewa. Tunatarajia ku, ku expand huko nje, tuna tuna expect kukua na kuweka go down alafu tukuwe na branches kadha wa kadha kama Mombasa, na kuru, Kisumu, whereby tunatengenezea vitu kwa go down, alafu tunapeleka kwa branches zetu za shop, and I also want to work with supermarkets the big, big za nakurifa and that is the beauty of jua kali i highly recommend